Na mashirika ya kijamii kutoka kaunti ya Garissa yanalaumu asasi za usalama kwa kukosa kukomesha visa vya utekaji nyara vinavyoendelea katika sehemu nyingi za kaunti hiyo. Wakizungumza baada ya matembezi ya kuadhimisha siku ya haki ya bin Adam ulimwenguni mjini humo, wanaharakati hao waligadhabishwa na jinsi maafisa usalama wanavyoachiliwa huru washukiwa wa dhuluma ya kijinsia bila kuwafikisha mahakamani. Tumekuja kusherekea wale wanaharakati ambao wamejitolea maisha yao, wamehakikisha kuwa kila siku wanajituma kwa bidii kutetea haki za kibinadamu na kuhakikisha kuwa wale wananchi wa kawaida wameweza kupata usaidizi zaidi, wameweza kupata ile haki katika uh, uh, ofisi zetu za justice. Kesi zinakuwa zinakaa sana kwa, kwa judicial systems, ambayo inafanya jamii pia waende wamalizie kesi zao wakitumia maslaha. Sasa hapa tumekuja kusherekea siku yetu with the theme human rights our daily essentials. Uh, tukiwa bado tunafanya awareness creation and sensitization kwa jamii zetu kwa haki zao. Tunataka leo washirika wote and visazi vya serikali visazi vya usalama na zingine zote zifanye kazi ya kutetea haki za watoto na haki za kina mama na haki za kila mtu, na, na nafikiri pia ni jambo la kushangaza sana ya kwamba Garissa viongozi wamesahau kazi yao, wamesahau ile kazi ya wananchi ambayo waliwapeleka kwa maofisi.